Wana jimbo Katoliki la Kayanga na wageni wote kutoka sehemu mbalimbali, kila mwaka tunakusanyika kwa pamoja kama jimbo Katoliki la Kayanga, kushukuru, kusali, kuomba na kumshangilia Mungu kwa makuu anayotutendea kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria na leo tukiongozwa na mwashamba Baskofu Almachius Vincent Rweyongeza tumerudi rudi 2026. Karibuni sana pamoja na kumshangilia mama yetu Bikira Maria, leo tunasherehekea sikukuu ya kuombea wagonjwa ambao baadhi yetu tumekujwa ni wagonjwa wa kiroho na wagonjwa wa kimwili. Na mwaka huu tumekuja tena kufanya vile vile, kutafakari maisha ya mama huyu ambaye hatuwezi kuyamaliza. Kila mwaka tukija, tunaona tu na kutafakari maisha yake yaliyokuwa yamejaa uchungu, maumivu na taabu, lakini mwisho wake yaliishia kwenye utakatifu. Nina imani baadhi yetu tuliokuwa nao mwaka jana katika mazingira haya mwaka huu hawapo, wameaga dunia, tunaombea mama huyu mwenye huruma, anayejua tunayoyapitia hapa duniani, kwa sababu naye aliyaonja ya, awaombee waweze kuingia katika makao ya mbinguni. Mama Bikira Maria, kama nilivyoanza kusema, aliishi maisha tunayoishi pamoja na familia yake ya Yusufu na mtoto Yesu. Na maandiko matakatifu yanaeleza maisha yao tangu alipopata mimba, na mimba isiyo ya kawaida, lakini mimba ya kushangaza, mpaka anafigwa, anavikwa taji kama malikia wa mbinguni. Tukiongelea maisha ya Bikira Maria hatuwezi kuyatenga na maisha ya familia yake baba Yusufu pamoja na mtoto Yesu. Hapa niwakaribishe na niwasalimie wale wote ambao umekuja kufanya hija ki kama familia, mama baba na watoto. Kama mpo kama familia, msimame, makofi ya kwangu na vigelegele Nasikia makofi yaliyopigwa, inawezekana. Mmeona kama mpo miongoni mwetu hapa, mumeshiriki matukio yote tangu jana mpaka leo. Ninyi mnastahili nafasi mbinguni, na mama Maria aombee mwipate kabisa. Niwaombe wahujaji wenzangu, tutafakari maisha ya familia ya watu hawa watatu ijapo tumekuja kwa ajili ya mama, lakini hakuishi peke yake. Tutaanza na changamoto kwa sababu mambo mazuri mnayafahamu, na ndio maana mmekuja kwake. Ya kwanza, Maria kupata mimba ambayo hajui mwanzo wake, ni jambo la kuogopesha sana, tukikumbuka Yusufu alikuwa ameshalipa mahari. Hapa ni kuulize mwanaume mwenzangu, katika mazingira hayo ungefanyaje? Mgeukie jirani yako, mwambie kila ambacho ungefanya wewe, ukijua kwamba kila ambacho ungefanya ni cha ajabu, bora usimwambie sijo. Kamaliza baraka zake zote za hija. La kwanza, la pili Wakati ndafakari mambo ya mimba, Yusufu ameshanza kuishi naye, Mfalme Augusto akatangaza kila mmoja arudi nyumbani kwa wajiandikishe. Hiyo ndo sensa, ndosensa, na hii sheria ilimkuta Yusufu kama alivyo kumbuka, baada amemaliza kulipa mahari ya mwanamke ana mimba ambayo sio ya kwake, ni ya mtu mwingine, na sasa tafuta usafiri kwenda kujiandikisha. Hii ndugu yangu, mwanaume mwenzangu, hayo ndo maisha nao utakayokutana nayo. Yeye Yusufu, kilichokuwa kinamuongoza ni neno la malaika, usiogope. Mwanaume aliyoko hapa na wewe usiogope. Tatu, wamefika huko sasa kujiandikisha, matatizo mengine yanaanza, Bikira Maria anataka kujifungua. Wakina mama mlioko hapa mnajua vizuri mazingira hayo kuliko sisi wanaume, muda wa kujifungua ukifika, hakuna kuongeza hata hatua moja na kwa wengine kipindi hiki ni kama kuangalia kaburini, na baadhi wanapitiliza moja kwa moja. Yosefu hapa alianza kutafuta mahali ambapo anaweza kumpeleka, alitafuta gesti, akatafuta hoteli vyote vikakosa. Wakati huo kumbuka, Maria, yeye anasema muda umefanyaje, muda umefika mama. Maneno gani ambayo unafikiri Maria alikuwa anamwambia Yusufu? Kama wanaume walivyo, niliwaambia mwambie jirani ni wewe, mwambie jirani yako. Maneno gani ambayo ungemwambia mwanaume ya kumtia moyo auyu akumkatisha tamaa, maneno kama hayo. Wai mimi nakufa, hauna huruma. Wanaona nyuwa anauma mbebi mimba, mpumbavu wewe. Uone kwamba naisha, hauna akili na mengine kama hayo. Yosefu maskini alikosa popote pa kumpeleka Bikira Maria mpaka kwenye zizi la ng'ombe. Ndugu zangu, waliozaliwa barabarani na migombani kama mimi, muulize wazazi wenu hali kama hii hapa, tuwaombe wakina wakinamama wote wanaopata matatizo katika mazingira ya kujifungua, wanaopata matatizo ya kupata mimba, wanaosumbuka na wanaume ambao hawajali katika mazingira haya. Mama Bikira Maria awaombee wepesi katika miezi hiyo tisa. Wakina mama ambao wanaume hawajali mkiwa na mimba, na nyinyi muombe Mama Bikira Maria awaombee wanaume abadishe mioyo yao huwafanani kama Yusufu. Tatizo jingine sasa, matatizo hayajaisha. Huyu ndiye Bikira Maria kuja kumshangilia leo, bado yanaongezeka. Sasa baada ya siku nane mtoto anapaswa kupelekwa hekaluni, kwanza kumtahiri na pili mama yake kutakatifuzwa. Utaratibu huo masikini Yosefu na Maria, zaka ilikosa, inabidi watafute njiwa wawili, na mimi sijui waliwakamataje njiwa hao. Njiwa mmoja mtoto kutahiriwa, na ya pili mama atakatifuzwe, kama utaratibu ulivyokuwa. Napiga picha, unaenda kwa semfu makierwa, nataka kubatiza anaanza kuhesabia zaka, ujenzi wa seminari, hukumika na mengineyo. Ukatoka kwake unaenda na fomu jumuiani, na jumuiya inaanza kukuhesabia mchango wa jumuiya, kufanya usafi wa kanisa miezi mitatu, lambirambi la kwa wenzetu watano waliokufa na mengineyo Mama, ukitoka hapo unasema bora mtoto abaki hivyo hivyo, sina hela ya kuchangia. Mzazi angalia, Bikira Maria alicho nalicho kuwa nacho ndalipeleka njiwa wawili. Wazazi mpambanie watoto, mwatambulishe kanisani mapema. Baba na mama, muache visingizio, mtafute njiwa wa nyakati hizi. Mubatize watoto. Tumechoka kubatiza watoto wanaotuzidi umri na urefu mpaka, mpaka mafuta natafuta kasturo kanyage kule juu ili mfikie usoni. Matatizo yajaisha. Ndo Bikira Maria huyo. Sasa wanaingia ekaruni, mama na mtoto mikononi alivyotokea baba mmoja akanyakua mtoto kwenye mikono ya mama yake, akaanza kutamka maneno makali juu ya mtoto huyo. Mtoto huyo atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli, na atakuwa ishara itakayopingwa na watu na mengine. Lakini alipokuwa anamalizia sikia alivyo mwambia Bikira Maria, nawe mwenyewe uchungu ulio mkali kama upanga utauchoma moyo wako. Nduruka sura ya pili aya 34 hadi ya 35. Maneno gani kama hayo kwa mtoto wa mwenzako? Tunasema sisi Waganda kisirani, maneno mabaya makali, mkosi Mama, fikiria, umepambana na miezi tisa ya mimba, inawezekana umejifungua kwa operation. Sasa mtu anatokea popote, anaanza kumwongelea mtoto wako maneno kama hayo, ungefanya nini? Wakina mama baada ya kujifungua, bado huko hospitalini, wanakuja mawifi, huyu anakagua mtoto, huyu anaangalia kichwa huyu anaangalia miguu, mwingine anaangalia pua. Unaona, wote wanaenda pembeni, wanatingisha vichwa. Hapana, hicho kichwa katika uko wetu akipo. Mwingine anasema vidole kama hivyo sio vya uko wetu, na mama alipo na kisu na operesheni yake, anachoma moyoni, kama Bikira Maria maneno yalivyomchoma moyoni. Mawifi, mpunguze chokochoko choko katika familia za wenzenu. Mutaniuliza sasa, wewe haya yote natuambia ya nini? Simfuma sisi, tumekuja kwa Bikira Maria kusali, natuambia matatizo yake, kwanza tuyala macho kwenye mkesha mpaka asubuhi na baridi kali juu yake. Tuache twende nyumbani, ndugu zangu Bikira Maria tunayemshangilia, maisha aliyapitia ni hayo yote, aliyatunza moyoni na mwisho wake, kupitia matatizo hayo alivikwa taji kama malikia wa mbinguni. Baada ya kumpata mtoto sasa maisha yakaendelea, na murumia sana Yusufu katika mawazo ya kibinadamu tuweza kufikiri kwamba alia kwenye familia yenye matatizo, Yusufu maskini alikuwa amepumzika kidogo, anawaza hili linaingia hili, na malaika akarudi tena. Sasa sasa, Yusufu, amuka, kimbiza mtoto na mama yake, wapeleke Misri. Yusufu hana passport. Hana gari tofauti na kangamia kake. Na Bikira Maria kwa haraka haraka alipanda kangamia na mtoto wake. Yusufu akabaki anatembea kama ng'ombe. Katika safari ya Misri ikaanza, wanaingia kule nchi nyingine hajui mtu yoyote. Ndugu zangu, wakina baba walioko hapa, Yusufu ni mtakatifu sana, anastahili sifa zake. Wakina baba, ninyi ni mnafanyaje katika mazingira kama hayo? Ni wakutupia mizigo yao nje, wakina mama wafukuza, walale migombani na vioko juu yake Baba utafanyaje katika mazingira hayo? Yusufu alikuwa anasema, Mungu ametuma malaika, ameniambia nifanye hivyo. Wameenda Misri, matatizo bado hapo yanamkumba Yusufu peke yake. Yusufu, rudisha mtoto na mama yake, Herod alishakufa. Hapo kumbuka, malaika yeye kazi yake ni kuja tu, hakuachia hata usafiri anasema na kufanyaje, na kuondoka sasa. Wamerudi kwao, bado wanakanda miguu kwa sababu ya safari ndefu, kutoka kule Misri. Mfalme akatangaza sasa kwenda Yerusalemu, watu wote, kama alivyotangaza Askofu Armachius, tarehe kumi na moja mpaka tarehe kumi na mbili Jimbo la Kayanga wote, hija rudi wapi? Bugene. Hakuna shughuli nyingine kama jimbo, sote nirudi. Hata hizo misa za familia hamuna, misa za vigangoni hamuna. Na Bikira Maria na Yusufu na mtoto walitii amri, wakaenda Yerusalemu. Wana jimbo, mmesikia tangazo la askofu, mmesafiri kutoka kwenu mkaja hija, rudi Bugene kama walivyoenda Yerusalemu mama anabikia Maria na Yusufu munyegere muno, na Mungu abariki sana. Sasa wamefika huko, matatizo bado. Bikira Maria, mtoto Yesu akapotea ekaruni. Jamani ya mali matatizo yaishi. Hili nalinganisha linaisha, jingine inakuja mwanaume wa siku hizi, yeye hapa anakuwa ameshafunga mizigo yake, amekuachia ya mama familia. Siwezi kuishi na mwanamke mwenye matatizo. Mahujaji wenzangu, watoto ni ukoi kila sehemu na magumu yake. Bikira Maria na Yusufu wakarudi tena kuanza kutafuta mtoto kila mahali. Siku ya tatu wanamkuta wapi? Hekaluni. Hapo Yusufu alikuwa ameishiwa maneno, akamwambia Bikira Maria, umwambie mwanao mimi, amenishinda hayo nayawaza mimi sasa. Maskini kama mama, naye akaanza kutafuta maneno mazuri kama wakina mama mlivyo. Maria akatafuta maneno mazuri, ijapo ninajua alikuwa anaumia sana alikuwa na hasira juu ya mtoto, kamwambia, mwanangu, kwa nini umetufanyia hivyo? Mimi na baba yako tulikuwa tunaumia sana moyoni, tunakutafuta. Maneno hayo ni yaelekeze kwa wazazi mliokuja hapa kufanya hija. Mimi na baba, yan, baba yako. Watoto wanaelewa na wazazi wangapi Mama na baba, kama bado uko hai baba, weka mwili wako na mama, mujali watoto wenu. Bikira Maria, kilichomtia utakatifu, inawezekana sio kingine, ni mwanaye aliyempambania katika maisha haya, naye alipofika mbinguni akasema mama yangu, naye ajaishi milele. Sasa sikiliza maajabu ya mtoto kwa mama. Mama imwambia tunaumia, mtoto anamuuliza swali, mnanitafutia nini? Mnanitafutia nini? Mimi nilikolelewa kwetu, kwa jibu kama hilo, kwa mzazi akikuchapa kofi moja, utawasimia na wajuku wako. Ndugu zangu, Maria na Yusufu hawakumpiga Yesu, hawakumtukana hawakumpa adhabu kali kama tunavyofanya sisi watoto wetu. Hawa ni watu wavumilivu sana. Wazazi, ukali uliozidi kwa watoto sio mzuri. Baadhi umekuwa ukatili kabisa, mpaka watoto wakapata ulemavu kwa sababu ya adhabu wanazopewa na wazazi wao na walezi. Je, mtoto huyo atakukumbukaje katika uzee wako? Sasa, baada ya kumpata mtoto aliyepotea, matukio yote yaliyofuata, Yusufu aonekani. Tukienda Kana kwenye harusi, katika majina ya walikuwa wote, Yusufu ayumo. Kwa mawazo yangu ambao sina uhakika. Nafikiri Yusufu alikuwa amekufa. Sasa tunaongelea Maria mjane na Yusufu yatima, katika ma... na Yesu yatima, ndio katika maisha ya kidunia sasa. Sasa wajane wote mlioko hapa na yatima, mwanayo yapitia ni mengi, tunayajua. Tunaoombea mama Bikira Maria awe faraja kwenu. Tunasema sisi katika lugha yangu, enaku elimu bwana mwandu, enaku elimu bwa mulekwa. Matatizo yanamkumba mjane na yatima. Kwenye mazishi wote wanachukua maiki wanasema pole, tutamulipia karo. Baada ya mazishi wanawonekana tena. Sasa naliyofuata yote Bikira Maria alipambana nayo kama mama mjani katika lugha yetu ya kidunia. Ni yapi hayo? Kukutana na mwanaye anaekea msalabani, anapigwa miba kichwani, yuko uchi mbele ya watu. Mama piga picha ya Bikira Maria alivyokuwa anafanana akuwona mtoto wake. La pili ndio mkumba mama, mtoto anatunuka msalabani, na sio msalabani tu, wanachukua na nyundo nzuri ni nzito na misumari inchi sita. Hapo mama, ni kama walipokuwa wanapiga msumari kwenye viganja na kwenye miguu, ni kama mama, wanampiga moyoni mwake. Kama mazishi ya zamani tu alikuwa anamweka kwenye jeneza na nyundo inakuwa pembeni. Baada ya padi kumaliza sala zote, sasa fundi selemala anakuja. Nyundo hii ilikuwa mbaya, kila akipiga, mama yako yuko kwenye jeneza pale, anakupiga moyoni. Baba yako yuko mula, anapiga moyoni. Tuwashukuru yote tuletea mazishi ya siku hizi anakuwa mule na tai yake lakini anasema ya, aende kwa amani. Lakini ile nyundo ilikuwa mbaya sana. Fikiria Bikira Maria na nyundo hiyo, anamuona mtoto wake. Baada ya hayo, Maria bado yanamkumba anaona mtoto wake ananingia msalabani. Mnauona hapo, mengine kwa Maria, toto amekufa Wanamwambia, tukabidhi mwili wa mtoto wako mama, ulishai kulea mwili wa mtoto wako, amekufa. Menda Nyakanga, toto amekufa, hakuna hela ya ambulance, hakuna hela ya pick -up maiti, mama boda, -boda, tukabidhi mwili wa mwanao mwende nyumbani mziki. Ndo picha ya Bikira Maria tuye kuja kumshangilia leo. Mengin anakuja kwamaria anaona mwanaye anazikwa. Wazazi ambao mmeangalia kwenye kaburi za watoto wenu, mnajua maumivu hayo. Bora mzazi, bora mtoto aangalie kwenye kaburi la mzazi, lakini Bikira Maria anaangalia kwenye kaburi la nani? La mwanaye. Ndugu zangu, katika hayo yote Maria akuwahi kwenda kwa muganga wa kienyeji Hakuwahi kwenda kwa warungi, hakuwahi kukimbilia familia. Bikira Maria ni mtakatifu sana. Bikira Maria alisimama imara katika imani na kupitia maisha hayo wote na familia yake, Mungu akawainua. Yusufu yupo mbinguni, Maria ni malikia wa mbinguni, mtoto Yesu niseme nini? Sie mkombozi wa dunia. Baba mama na familia yako yote mnayoyapitia, bado mmebaki na imani ile kama aliyokuwa nayo Bikira Maria Yusufu niliyotaja ataja? Yote umeyapitia kama alivyopitia Bikira Maria.